Weli asubuhi nilipata malalamiko kutoka kwa mgombea uwakilishi wa jimbo la Pangawe, ndugu Omar Said Shaban kwamba katika kituo cha kupiga kura mapema Kijitopele uh, maafisa waliokuwepo pale na mawakala walikuwa hawana daftari, na baada ya kufanya mawasiliano tulivundia ni kweli, na tukasitisha zoezi lile ili kwenda kuangalia kuna tatizo gani, na baada ya kufika daftari likuwa lipo lakini watendaji wetu nadhani walikuwa hawaja hawaja kenye maboti nzuri na vituo vyote, mawakala na watendaji wakapewa daftari lile na zoezi likaendelea. Lakini tatizo kama hilo lilikuwepo vile vile katika kituo cha Welezo ambapo tulikwenda tukashughulikia, na tulipokwenda katika vituo hivyo ko nikutana na mgombea Omar Saidi Shabani akaeleza malalamiko yake hayo na yote ambayo alikuwepo pale, tutaangalia tutaweka sawa kabla tujaondoka. Swala la waliokuwa wanajitokeza kwamba kuna wanajeshi katika jimbo la Pangawe, wakati wakati pale hakuna kambi e, sheria hairuhusu kuandikisha au kwenye kambi kuwa na na vituo vya kupiga kura. Kama kuna wanajeshi sehemu yote, wale vile vile ni wananchi na wanakuwa wameandikishwa katika maeneo yale. Kwa hiyo pale ambapo wanakuja kuombewa wale wote ambao watafanya uh, watakuwa wanasimamia shughuli za uchaguzi siku ya uchaguzi, ambao wanatoka kwenye polisi, wanajeshi au vikosi, yale maombi yao yanaletwa, wanaangaliwa vile vile wameandikishwa wapi, kwa sababu ndio sehemu ambayo atakaoenda kupiga kura. Kwa hiyo popote pale ambapo kuna vikosi, kuna wanajeshi, ni wale yao, ni wananchi ambao ndio maeneo yao ambao waliandikishwa na ndio wameenda kupiga kura. Sasa kama sa wanayo majina ya watu ambao ambao wamevalishwa nguo za jeshi na uthibitisho nadhani ziko sehemu zinazohusika naweza kupeleka, lakini sisi tumepokea maombi kutoka katika taasisi hizo ambazo watu wa, wa, maofisa ambao wa, watashughulika na masuala ya uchaguzi siku ya tarehe ishirini na tisa na zimejazwa fomu na sisi tuna utaratibu wetu, na ndo maana tukapokea na tukatoa hiyo orodha wale wote ambao wanatakiwa. Sasa mtu ambaye amevaa uniform, ajavaa uniform, mimi si mwajiri wa jeshi, siwezi ye sasa ambaye ana uthibitisho nadhani anaweza kujua watu wapenda, ili kuweza kupeleka huyu sima si mwanajeshi, lakini siwezi kumjua nani ni jeshi nani si jeshi. ili ni wote wale ambao tumeletewa na wote ambao tunapitisha kwa tunapiga kura mapema. Hawa waliopiga leo kwa mujibu wa takwimu za jimbo hili ni mia tisa, kitu ambacho hakijai kutokea jimbo hili. Nature ya jiografia ya jimbo hili halina kambi ya ukaazi ya kituo ya kikosi chochote cha polisi au jeshi. Yaani yani baki ungesema, kwa mfano Jang'ombe pana Bomani, masoma pale, pana wakaazi, tunashinda kwa sababu kwanza, wakipiga zote hizo mia tisa, jimbo hili linawapiga la wakaazi elfu kumi na tisa kwa hiyo, hii ni kama asilimia sijui ngapi. Jimbo hili wakaazi wa jimbo hili sauti zao walishazipaza na wanajua kwamba wanataka mabadiliko na wanaiondosha sisi kati